Mtazamaji, Darubini inaanza sasa. Mimi ni Ben Chumba, nami naitwa Nancy Okware. Mtangazaji wa lugha ya ishara ni Caroline Njoroge. Tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu sita waliaga dunia leo asubuhi kufuatia ajali ya barabarani katika eneo la Fort Ternan kwenye barabara ya Londiani Muhoroni katika kaunti ya Kericho. Maafisa wa polisi waliripoti kwamba abiria kadhaa walipata majeraha kwenye ajali hiyo iliyohusisha basi lililokuwa likielekea Busia na wanapokea matibabu. Kwingineko, familia za watu tisa walioangamia katika ajali ya barabarani katika kituo cha Karai huko Naivasha siku ya Jumatatu, sasa zinailaumu Wizara ya Uchukuzi kutokana na ongezeko la ajali za barabarani zinazoshuhudiwa humu nchini. Walikuwa wakizungumza wakati wa kutambua miili ya walioaga dunia. Shughuli za utambuzi wa miili ya walioangamia katika ajali ya barabarani siku ya Jumatatu imeanza katika makafani ya hospitali ya Naivasha, familia zikigubikwa na majuzi kwa kuwapoteza jamaa zao, wanusura wa ajali hiyo wakimnyoshea dereva kidole. Wizara ya uchukuzi imetakiwa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya madereva watakaopatikana wakikiuka kanuni za barabarani ili kuzuia maafa ambayo yameshuhudiwa katika ajali za barabarani tangu mwaka huu kuanza. Kwa nini hapa Naivasha tu peke yake? Naivasha watu wamekufa hapa Naivasha. Stani kama yeye mwenyewe amekuja kwa police station akaangalia magari zenye zimefanya ajali. Hapa Naivasha tu peke yake. Kwa nini azifuatilienge hii maneno? Hmm? Na kwa nini azichukue ma, magari mapofu atoe kwa barabara na wale wa, watu walevi? Ili atumu mjukuu wangu mimi nimempoteza. Nilikuwa nampenda sana hata akiondoka nikimwaga asubuhi. Nitakosa mjukuu wangu lakini naomba serikali ile sheria tu ya barabarani msimu huu wajaribu kuweka mkazo. Hii leo ajali mbili za barabarani zilisababisha maafa ya watu sita huku watu wengine wakipata majeraha, wito wa hatua za dharura ukitolewa. Nilikuwa kwa, kwa nikisikiliza ni news lakini niliona kitu si cha kawaida kimechange, gari imegonga gari nyingine ya lori ilikuwa imebeba vitu makaa. Hii barabara tugeoba ipanuliwe ijapokuwa rais alisema within the six month ambazo zinakuja hii barabara ya Rironi Mausamit Road, itakuwa imepanuliwa na hiyo tunaamini na tunaomba hiyo kitu iweze kuharakishwa. Katika kaunti ya Meru, chama cha wenye magari ya umma kimeelezea wasiwasi wake kuhusiana na makosa ya kibinadamu Uongozi wa chama kimetaja mwendo kasi na kutojali kama sababu za ajali zinazoshuhudiwa humu nchini. Wawe waangalifu sana kwa barabara Bile munaendesha gari. kama iko mtu ametempa na kidhibiti mwendo, huyo ajua kabisa yeye ni makosa anafanya. Speed yetu tunataka 80 abiria wetu hakuna excess, na pesa vei isipandishwe. Takriban watu 30 wameaga dunia kutokana na ajali za barabarani tangu mwezi huu kuanza wazazi wakihimiza madereva kuwa uangalifu barabarani ili kuepusha maafa zaidi. Kama dereva ameenda tripu nyingi asilazimishwe na uh, wale wafanyikazi ama wale wakubwa wake waweze kufanya another trip, wafanye tu trip moja mbili, dereva apumzike, alale, aamke tena akiwa sawasawa, dereva mwingine apewe gari sfr darubini